Kwa majina Salim, naitwa Salim Hamed Kungu, mimi ndio mkuu wa kituo Kombani. Leo tulikuwa kwa mkutano pamoja na wananchi kuhusiana mambo ya usalama, tumeweka mikakati mizuri wenye utatuwezesha uta kufaulu kutal shida za vijana wa vipanga na uwizi wa mifugo. Utovu wa usalama katika wadi ya Waa Ng'ombeni imekuwa changamoto kubwa. Baraza la wazee leo hii limekutana pamoja katika kijiji cha Yeje na kuongelelea visa vya utovu wa usalama. Wizi wa mifugo ndio imekuwa changamoto kubwa katika wadi hiyo. Chifu wa eneo hilo Hamisi Mwamvyoga pia amewaomba wakaazi wa wadi hiyo kuwasilisha majina ya vijana wanaowaangaisha wananchi kwenye afisi zake. Vilevile vile, chifu huyo ameahidi mpango wa kuzungukia mahoteli na bucha ili kupima nyama ili kusitisha wizi wa mifugo. Naitwa Hamisi Abdalla Mwamvyoga, mimi ni chifu wa location. tulikuwa na kikao leo tulikuwa na baraza hapa Yeje primary. Yeje primary iko situated katikati ya location, na ndio maana tumeweka hii baraza hapa katikati ndio kila mwananchi aweze kufika hapa mahali kwa urahisi na tumefaa kikao hiki lengo kuu ilikuwa ni masuala ya usalama na tuko na changamoto kubwa. Ya kwanza ilikuwa ni ya wizi wa mifugo, mifugo ukiwemo ng'ombe, mbuzi, mpaka wale kuku wanaibiwa sana, na wanapoibiwa la kutamausha ni kwamba kuna red market ambao zinarudi zinauziwa local butcheries, alafu tunaletewa sisi. Sa nilikuwa tumeita stakeholders hapa wakiwemo hawa ndugu zetu Waa na county government officials kwa sababu tulikuwa tunataka kufanya multi agency approach ya kwamba hawa watu wawe wana, wanafuatiliwa kwa ukaribu, na tutakuwa na hiyo issue ya kutembelea kila buchari kila hoteli ambayo inahusika na upishi wa nyama, tuhakikishe tuko na wale maofisa ambao watakuwa wanapima sehemu zile, tunapopima tukaona kunapatikana nyama ambayo haikupitia slota haikupitia kwa ofisa wa veterinary kujua kwamba nyama hii ni ni safi na ni nzuri kwa mwanadamu kula. Inapopatikana kwamba haikupitia sehemu zile, ni zile nyama za vichochoroni, basi serikali itachukua hatua yake ya kwanza kuharibu ile nyama ambayo itakuwa imepatikana pale. Pili, tutafunga tutafunga ile biashara tutafunga ile biashara ya wale wanaopromoti wizi wa zile nyama ambazo ni mifugo ya watu ambao wamekuwa wakituhifadhi wakati kama huu wa sikukuu. Chifu huyo amewaomba wananchi kutoa ficha wahalifu pindi kisa kitakapotokea. Maafisa wa afya pia wametilia mkazo kwa wananchi kutouziwa mifugo bila kibali cha kununua mifugo ili kupunguza uhalifu wa mifugo na mtu kushtakiwa endapo atakuwa ana mifugo na hana kibali hicho. Suala la pili tumezungumzia masuala ya bangi. Bangi lime, limekuwa ni changamoto kubwa ndani ya Waa location kwa sababu vijana wengi wamekuwa wanavuta bangi kiolela na kwa, na kwa, kwa sasa tumefikia hali ya kwamba tunatafuta wale wenye biashara wale wenye wanauzia mpaka watoto wadogo wakiwemo watoto wa shule kwamba wawe ni wavutaji bangi, na ndio maana tulikuwa na ofisa hapa, OCPB Kombani police post, ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja kuhakikisha wale wanaoharibu youth tuweze kuwapeleka pale mahali wanafaa kupelekwa na kufikia sasa tumepata ni adhira nzuri, na wananchi wamekubali kwamba watafanya kazi pamoja na ofisi zetu na ofisi ya gatuzi la, la Kwale, ili tuweze kupata mtaa ulioko salama. Vilevile vijana pia hawakuachwa nyuma, wameiomba serikali iwapatie nafasi ya kujieleza katika jamii. Vijana ni nguzo muhimu sana katika jamii yetu. Uh, vijana ni mtu ambaye ukimpatia fursa aweze kufanya kuparticipate na pia kuonyesha ueledi wake katika kitu anachokiweza, ni nafasi nzuri ya yeye kuweza kujieleza, isipokuwa sisi kama vijana tunapitia a lot of rejection that is why most of us are depressed, most of us are confused, so tungeomba tu asasi za serikali tungeomba ofisi tungeomba wahusika, mnapanga mambo yenu, please involve us as young people, so that tujue nini kinafanyika wapi, kwa nini na how we are going to benefit kama jamii ya vijana ambao we are going to take over from you kama viongozi ama kama wazee wetu. P, Salim Mohamed amehimiza wananchi kutosita kuwasilisha visa vyovyote vitakavyotokea kwenye ofisi zake. Ameomba pia

Uegee tu sana moja, na uwizi wa Mungu ndio uchungu sana sawa. LavishHat TV, mguso wa jamii, sauti ya wanyonge. Mimi ni Rehema la Ngaso. LavishHat TV, ndio TV yako ya online, kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimziki, kwa sababu nimeona mna experience na masolo mnayouliza. Yani, everything is perfect. LavishHat TV ndio TV yako ya online, kwa uhondo wa burudani na matukio ya, TV, TV ya kimziki.